Jumatano, majira ya mchana mara baada ya swala ya adhuhuri, ambapo mazishi hayo yanatarajiwa kufanyika katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Na miongoni mwa wageni ambao wamefika hapa nyumbani kwa ajili ya kuendelea kutoa pole kwa Mheshimiwa uh, Rais Mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete ni makamu Uh, mkuu wa chuo cha Dar es Salaam ambaye amefika pia pamoja na mwanasheria wa chuo kama sehemu uh, ya kutoa pole za wanachuo cha Dar es Salaam na makamu mkuu wa chuo cha Dar es Salaam ni Profesa William Anangisye mbaye kama ambavyo unaweza ukamwona kwenye picha hiyo yuko katikati ambaye uh, amevaa suti ya rangi ya kijivu, na wakati huu kwa mbali unaweza ukaona pia viongozi wengine mbalimbali. Mbali na watu maarufu, yupo hapa Steve uh, Mengele, wengi wakipenda ku ama wengi wakimfahamu kama Steve, uh, Nyerere, na yeye amefika kama sehemu